Nakupa fursa ya kujuliana na wenzako kokote waliko. Sasa sisi kama redio tunaunganisha Kenya, Afrika Mashariki, Afrika nzima na dunia nzima. Manake mnapozungumza hapa kufuatia teknolojia, wale wanasikiza KBC wanatusikiliza kwa mitandao na wanatusikiliza moja kwa moja na kwa msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa KBC endelea kuungana nasi, nasi tutaendelea kuburudisha, kukupa habari kemkem kem na vipindi murwa kabisa. Asante sana ah, ah, kabla kabla uondoke. Okay, unadhani kwamba bado radio iko relevant na vijana wa Gen Z? Ah, tena sana, tena sana. Gen Z, sisi tuko pamoja <laughs> tuko together <together. laughs> hiyo ndio lugha yenu. Yeah. <laughs> yeah. yeah. tuko together. Sasa tume tume kwa sababu ya teknolojia ambayo uh, imechipuka wanatupata kupitia mitandao wanatupata wakiwa na simu zao, kwa sababu wanapenda simu. Gen Z, heri apoteze kila kitu lakini awe na simu. Hmm. na sisi tuko pale, tunahakikisha kwamba wanatupata ili tuwaelimisha pia kwa sababu wanafaa kuchangia katika maendeleo ya nchi. Asante, muda huu acha nichukue fursa hii kabla ya kumpatia MD Georges, wako ulikuwa na mawili machache, sio kama kawa, si ndio?